Na wakati hayo yakijiri, kampeni za uchaguzi mdogo eneo bunge la Magarini kaunti ya Kilifi nazo zimeshika kasi, huku kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akiongoza msafara wa upinzani kumpigia debe mgombea wa chama cha DCP Stanley Kenga. Vyama vya ODM na PAA vimeungana kufanya misururu ya mikutano ili kunadi sera za mgombea wa ODM Harrison Kombe, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Francis Mtalaki. Kampeni za lala salama zimeshika kasi katika eneo bunge la Magarini kaunti ya Kilifi. Kwa siku mbili viongozi wa serikali na wale wa upinzani wamekuwa wakimenyana siku nane kabla ya uchaguzi mdogo kufanyika. Vyama vya ODM na PAA vimeungana ili kuongeza nguvu kazi ya kampeni ya kumpigia debe mgombea wa ODM Harrison Garama Kombe. Spika wa Seneti Amason Kingi na Gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro kwa mara ya kwanza wakiandaa mkutano kwa pamoja Mambrui ili kuhakikisha Kombe ameibuka mshindi na kukamilisha hatamu ya uongozi. Kila ninaposimamishwa, kila ninapotolewa bungeni, miradi yangu niliyoanzisha yote husimama. Hivyo tunasema kura hapa Mambrui ni ya nani? Kura hapa ni ya nani? Na sisi tumeshirikiana, sisi tulikaa mkutano na rais na huyu spika anajua, na mambo yote tukakubaliana tutafanya vipi tarehe 27 kuhakikisha kwamba zile changamoto ambao wananchi wamezungumza hapa zimepata suluhisho, na tutafanya vipi ile, ile miradi ambayo gharama meacha itakamilishwa baada ya tarehe 27. Upinzani ukiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa DAP-K Kenya Eugene Malwa pia wamekita kambi Magarini kwa siku mbili wakiendeleza kampeni za mwaniaji wa DCP Stanley Kenga. Ati muda ni mfupi wanasema wasemi, kwamba muda ni mfupi ndio tuteseke jameni? Kwamba muda ni mfupi ndio vijana wetu wakose kazi? Kwamba muda ni mfupi ndio tusisuluhishe mashamba? hamna maji safi katika Ya kwamba wa kombozi tarehe 27 mshikane na huyu Kenga, bila mshikane na mbaila, tukomboe Kenya yetu. Tumekuja kuwakabidhi huyu muungwana, ili mletee bungeni na mtaona ambao wengine watamkaribisha bungeni. Wako hapa wengine. Kombe aliondolewa kama mbunge wa kufuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani na mpinzani wake mkuu katika uchaguzi wa mwaka 2022. Stanley Kenga, Francis Mtalaki.